lengo kuu lililotuleta hapa ni kutangazia wananchi juu ya usiku wa mia tisa itapendeza. Naitwa Catherine Kahabi, ni meneja wa Dr. Shika kwa udhamini mkubwa wa Global TV. Uh, usiku wa mia tisa itapendeza ni hafla maalum ya kumtambulisha Dr. Shika kama miongoni mwa watu waliopata umaarufu mkubwa kwa muda mfupi, lakini pia kumpongeza kwa kushinda mnada wa nyumba za lugumi na kumweka rasmi kwenye mwonekano mpya wa ubilionea. Vile vile Dr. Shika ataongelea juu ya historia ya maisha yake na e, he, alipotoka mpaka jinsi alivyo e. Na hafla hii inatarajiwa kufanyika rasmi tarehe 9 Disemba 2017 katika ukumbi wa Dar Live Mbagala, jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na watu tunaokadiria kuanzia elfu nne mpaka elfu tano huku hafla hii ikisindikizwa na burudani ambazo watazisema hapa. E, na mgeni rasmi kwenye Usiku wa 900 Itapendeza ni aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Lawrence Kegomasha, na tutakuwa na wageni tofauti tofauti maalum. Usiku wa 900 Itapendeza tutakuwa na burudani za kutosha kutoka kwa Jahazi Modern Taarab, vile vile tutakuwa na Twanga Pepeta, tutakuwa na Juma Nature na wasanii wengine wengine wa bongo flava ikiwemo wachekeshaji maarufu vile vile. Kwa hiyo tunawakaribisha, niwahakikishie tu waje Da Live, uh, ulinzi wa kutosha na burudani ya kutosha, kama tunavyosema, uwanja wa taifa wa burudani. Tunawakaribisha siku ya usiku wa 900 itapendeza wa Dr. Shika. Tunataka tuwasogezee Dr. Shika karibu. Wananchi wengi wamekuwa wakimuona tu Dr. Shika kwenye mitandao kwenye clipu mbalimbali lakini sasa wanataka kupata kumuona live na kujua Dr Shika ni nani siku hiyo. Kwa hiyo tunawakaribisha siku ya mia tisa itapendeza ndani ya dar live, siku ya tisa Desemba kuanzia saa kumi na moja jioni na kuendelea. Ano, kwa kawaida vip itakuwa shilingi elfu kumi na tano ya yeah. mimi ni Dokta Shika na natarajia kwamba usiku wa mia tisa itapendeza niongee na wakazi wa Dar es Salaam na yeyote Mtanzania atakayekuwa yuko tayari kuja kuongea na mimi da life. Kwa hiyo mengi nitayaongea siku hiyo. Naomba kwa leo nisitoe mengi sana, naishia hapo. Nimejiandaa kuongea na wakazi wa, wa Dar es Salaam. Sasa nitakayoyaongea ndio atakayoeleweka siku hiyo. Naomba nisiyatoe leo au la haitakuwa. Na wakaribisheni wote wakazi wa Dar es Salaam tuje tuongee huo usiku wa mia tisa itapendeza. Karibuni nyote mmoja baada ya mwingine fikeni, itapendeza mkifika wote. Tazamaji, wa Global TV Online kama ulivyowasikia kwa ujumla wao, ni tarehe 9 Disemba mwaka elfu mbili na kumi na saba ambapo usiku wa mia tisa itapendeza utafanyika katika ukumbi wa Dar Live jijini Dar es Salaam ah.